Yes ebana, mambo ni aje? Mambo vipi ya afrika Mashariki, kutoka jiji kule wajanja Nairobi, makao makuu ya burudani. Makala ya hewani ni Niko Base, naitwa DJ Fly pamoja na Vital Mugisho amesimama upande wa pili, ila leo tutafanya vitu kiaina fulani fulani. Hii ndiyo Niko Base, mwanangu Benson Wakoli aka BW. Ilo ni aka yake, kuanzia leo atakuwa anafanya maujiano ya kipekee na msanii mgani? Kaa hapa hapa ujue Wakoli. Hey, zamuni yako upande wa pili. Niko Base DJ Fly. Niko Base ndani ya kipindi Niko Base RFI, nam na msikilizaji nam, leo navaa viatu vikubwa sana kwa niaba ya DJ Fly, na kuletea kibao na makala Niko Base, ndani ya makala Niko Base, msikilizaji Naitwa Benson Wakoli, nawakilisha DJ Fly. Kwa ng'ambo ya pili kabisa ni naye Vital Mugisho, kulembwa siku ya leo. Msikilizaji, tuna mgeni maalum, mgeni spesha kabisa, natamba sana na mziki wake, unafanya vizuri kote Afrika Mashariki. Je, ungependa kujua ni nani ndani ya studio zetu za RFI Kiswahili Nairobi? Sikia kibao hiki ndam, namtambulisha hivi karibuni hmm.

Naam, naam. Msikilizaji, ndicho hicho kibao cha msanii anajitambulisha kama Bargoss, kibao kinaitwa Mie Wambu. Karibu sana bwana ndani ya studio za RFI Kiswahili. Asante sana. Na karibu pia Nairobi. Asante. Unahisi vipi kwa Nairobi? Um, Nairobi um, uko poa nasikia huru. Naam. Yeah. Pengine tu tueleze shughuli gani ilikuwa imekuleta hapa Nairobi. Ya kwanza ni media tour. Mhm. Mm ah, uh, na nilikuwa nominee kwa award moja hapa. Nam, karibu sana Nairobi, bwana Baragos. Ah, asante sana. Furahi jisi nyumbani. Napenda sana shanga zako, napenda pia glasi zako, utaniachia bila shaka baada ya makala. <laughs> Nam, nam, nam. Msikilizaji, studioni tunaye msanii kutoka Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, anaitwa Baragos. Sikiliza kwanza hiki kibao chake kinaitwa Kiba, kisha tunarejea muda si mrefu. Molo molo, chini kwa chini, kibao chake kiba cha mwanamuziki Bargoss kutoka Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji yuko studio namba mbili za RFI Kiswahili. Bwana Bargoss, tunaona sana muziki wako unaendelea kuwa tu mzuri. Muziki wako unatamba kwenye TikTok, wimbo Mvuvi. Tueleze kidogo kuhusiana na wimbo huo. Uh, ni kolabo uh, nikolabo na msanii wa TZ mm -hmm. Uh, superstar Rayvan mm -hmm. yeah, y Rayvan akuwa Kongo, tulikuwa na show na Kongo. Uh, tukasumulia, akatwambia ana shida kufa kolabo, tukaenda da. Tukifika da tukamaliza kazi na tumetosha nyimbo. Nyimbo imefaa vizuri, na asante tena nam. Bila shaka kuna Nairobi kwa sababu za kikazi, naona umekuwa umealikwa kwenye tamasha mbalimbali za East African Arts, na pia ulikuwa umealikwa kwenye kategori nne, pengine utueleze tu kategori gani ulikuwa umesajiliwa uh, katika awards hizi? uh, nilipata um, na msikilizaji basi chini kwa chini hapo kibao mvivu na raivani kutoka Tanzania. Niko na pamba na hey. Uh, hey. Uh, mimi na painje,

Mklizaji hey. kibao hicho Bargoss za ushirikiano na Rayvanny uh, Bargoss, tuambie kufanya kazi na Rayvanny na kupa uh, motisha gani Rayvanny? msanii mkubwa wa pia msanii mkubwa uh, Rayvanny msanii mkubwa. mm -hmm. na mi kufanya kolabo na Rayvanny amenipatia amenifungulia milango milango ya mingi sana. mm -hmm. uh, kabisa amenisaidia amenisaidia mi kwangu kabisa wangu kabisa, amesaidia nimepata opotuniti nyingi sana naam, yeah. Sawa sana Baragos, msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi Niko Base ndani ya RFI Kiswahili, tuko studio za pili hapa. Baragos ndani ya kipindi Niko Base, Vitali Mugisho, tuende kazi na msikilizaji, ni wimbo temba wake msanii

Aido, <laughs> msikilizaji ndani ya kibao temba chake, msanii Bargoss Bargoss, kabla tuchukue mapumziko mafupi hivi, muziki wako ni wa aina gani? Afro Zebra? Naam, muziki yangu ni cocktail. Aha, nachanga kutoka kutoka ya mbalimbali, nachanga anatoa nyimbo. Shukran sana, ungependa kusikika ndani ya Niko Base? DJ Fly na Vital Mugisho wako tayari kupokea ujumbe wako wa sauti kupitia laini ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 77 888 555. Mambo vipi Niko Base, na niko ndani kama kawaida kutokea maeneo ya Nairobi. Hi DJ Fly, naitwa Jefin. Niko Base Wow, go on. Mambo namna gani? Mimi najulikana kama Kif na niko Base. Na msikilizaji, unazaidi kusikiza makala Niko Base ndani ya idhaa kubwa inayosikizwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, na kwenye laini ya simu bado tuko na msikilizaji angependa kuuliza swali, namwona anajiita Blessing Boy. Blessing Boy, swali lako ni lipi kwa Bargoss? Jambo. Mimi naitwa Blessing Boy kutoka Congo, kwenye tauni ya Butembo huu msanii mnaosema kam kama Bargoss kutoka tauni ya Goma, sijui kama ashakuwa international ama vipi, yundoni itafuta kujua. <laughs> Baragos, bila shaka swali lako, uh, msikilizaji anangependa kujua kwa hii kazi yako ambayo umeifanya, je, unaweza jiita we ni mwanamziki wa kimataifa ama bado? Kwa sasa niko international Nimekuwa nomine uh, haiko Mkongo, ni Afrika, so nimeshakuwa. Bargos ameshakuwa international. Nampia kuna ujumbe hapo kutoka jamaa, najiita Musa Kashekera, anasema Bargos anapenda jukwani sana, tuko pamoja. Anasema unapenda sana kufanya mbwembwe ukiwa kwenye jukwaa. ah, nikutumika. <coughs> Na, nafaa repetition nyingi basi, msikilizaji, kwa kifupi tu tusikize wimbo Mai ambaye Bargoss ameufanya na mkongo wa muziki Papa Fololo, wanamwita majina mengi tu, Kofi Olomide <muchilis>

kibao mai cha msanii mwenye tajiriba siku nyingi sana papo fololo Kofi Olomide. Bwana, nataka kunieleza kitu kimoja kumuhusu Kofi Olomide. Ah, Kofi Olomide nam le roi mopao, the big legend, the big legend. Bila shaka pale nimesema ni big legend. Eh, eh, ya kabisa amenifunza vitu mingi sana sana, big legend. Sasa big legend bana, ukirejea kule Goma ukimkutana naye mwambie nimemtumia salamu. Kuna ujumbe hapa, jamaa anajiita Jean Luc, kutoka wapi? Anasema, anasema yuko DRC mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, anasema tuko nanyi tano kwa tano kamanda. Kwa jimbo la Ituri, Idi Yuma Oscar anasema tupo sambamba nanyi kabisa, kutoka Goma, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Basi tunampa msanii wetu makofi na vigelegele kwa kazi anayofanya kwa sasa, tunamtakia kila laheri katika safari yake ya mziki. Hello, DJ Fly. Naomba wimbo wa. Na msikilizaji ili kuendelea kufurahia makala haya ya Niko Base na vibao vyake, uh, Bargoss na kuleta kibao nasi okay.

Na tukazidi msikilizaji kusikiliza kibao nasi. Bargoss, wimbo gani mpya huko kwenye soko kwa sasa? Sasa ku nyimbo nimba na load music uh. <laughs> <Na> msikilizaji <laughs> kuna Vitali Mugisho kulemba upande wa pili anamfanana sana DJ Fly, ambaye leo nimevaa viatu vyake. Bwana, tucheze kibao nani ili msikilizaji akifahamu Nilipokuona moyo ulipoza mwili nadunda dunda kutwa mara mbili mbili, kajikuta nasema sikufanya siri sikufanya siri sikufanya siri, si siri mepita miaka sasa penzi ndo limenoga, sijabagua nimependa uwa na boga, nitwa nasema kwamba wewe umeniroga, umeniroga umeniroga zile meseji za morali unazonitumia bebi nikiwa mbali nipa morali basi, nisubirie naomba tafadhali wote nilipopita wote nilo si wewe nani nani, kama si wewe nani. Bwana, nilikuwa nangoja sana kibao cha mapenzi nini, yeah. Kilikushawishi mwandike wimbo huu mi? Kiukweli napenda sana mapenzi. mm -hmm. Kusudi tulitoa kwa mapenzi, tuzaliwa kwa mapenzi, tutacha mapenzi <laughs> Yeah. Kwenye laini ya simu nina jamaa hapa, naona laini yake inajitaji ajita inajita, inajita, inajita, matis kutoka Tanzania unasemaje bwana Matis? Yeah, kwa Bargoss, kwa, uh, RFI tunasema kwanza hongera kwa Bargoss kwa ushindi wa tuzo ya yeah, Best New Male Artist Central Africa, na tungetaka kujua kitu kutoka kwake. Alifanya ngoma na Rayvanny akafanya yake na Koffi Olomide, na baadaye tumemwona tena kuja kufanya ngoma yake mpya nini pamoja na Lodi Music. Yani ni kutoka katika wasanii ambao ni wakubwa na kwenda kwenye msanii ambaye ni mdogo, tutaka kujua nini ambacho alikitafuta sana kwa Lodi Naam, jibu swali hilo bwana, nini ulikuwa nakitafuta kwa Lodi? Uh, sinaona, Lodi ni msanii ambaye amekaa sana kwenye industry. Mimi ni Newcom. Hello. Ifo ni inaomba ni nifate njia nifate mashauri za wasanii ambao washapita so ilomba niimbe na mtu ambaye ashafanya zaidi. Naam. ya Bargoss Upande wa pili yupo nani? Yupo Vital Mugisho Kulembwa. Anatuletea kibao gani? Anatuletea kibao gugu gaga <tiped>

kibao chake Bargoss. Na msikilizaji, tunakaribia tukumaliza makala haya Niko Base. Bwana, unajitahidi sana kutoa kibao baada ya muda mfupi mfupi, siri ni nini? Anasema swali hili nimwelekelezee menaja, kwa sababu so, mafans ma wa, wake wengi uh, wana, wanapenda sana uh, tukiachia ngoma leo, tukiachia ngoma leo uh, baada ya aftma uh, inabidi tu, tu, tuachie nyingine nyimbo uh, wala uh, after, Yeah. Mumejipa, kila kipindi cha miezi miwili tunatoa yeah, tuna, tuna nyimbo lakini, uh, kwa sasa, uh, tunaandaa tuna vitu vingine pas uh, kwa sababu uh, tulikuwa tunapenda tuachie tu, tu, tu ndo ipi. Una neno lolote la mwisho kuambia wafans wako wote kote duniani? Yeah. Waendelee kunisupport. Mm -hmm. Kwa niaba ya DJ Fly ndani ya makala Niko Base nimekuwa naye Vital Mugisho kulembwa msikilizaji nakafunga hivyo taratibu, nimeondoka. Utakutana naye DJ Fly juma lijalo. Bargoss, mabi <laughs> e, bwana, asante sana mwenzangu Benson Wakoli, hakika umefanya kweli na viatu havijakupwaya. E, karibu, tutakusajili. Msimu wa kusajili ndio huu unakuja bwana. Niko Base milango iko wazi. Mimi ni DJ Fly kwa niaba ya mwenzangu Benson Wakoli na fundi mitambo Vital Mugisho. Wikendi ijayo tumekuandalia mengi matamu, mengi mazuri. Niko Base.